Kwa hiyo accident ya jana pale Kikope, it is very hard to tell what was going on between the drivers ama nini ilikuwa inaendelea kwa kichwa yao. But I have been a driver since the year 2015 and I can tell you one thing for sure. As a driver ukiwa kwa barabara, kuna mahali unafikanga kichwa yako inaacha kufunction. Unaona gari ndio hii inakuja hadi unashangaa. What do I do? Yani una freeze. Una freeze. I don't know. But nilikuwa na watch your video I have watched that video very many times and every Kenyan has an opinion on what should have happened but whatever happened has already happened and we are in a mourning session because we have lost so many lives but mimi kuna kitu moja tu naweza omba Drivers. When you are on the road na you realize somebody is either on in your lane ama ako on the wrong side of the road, tuache tu kiburi, kanyanga brakes guy, cause me I know very well, Mungu ametusaidia. I am sure I am not the only driver mwenye anajua kuna wakati ulikuwa na makosa kwa hiyo barabara, na kama sio huyo driver mwingine kukuokolea, ungefanya accident. Mimi I know Every driver in Kenya has had an instance where the other driver saved them because there was nothing you could do. Unaendanga kwa barabara unapata hakuna kitu unaweza fanya, unajaribu kufikiria saa hii, unaangalia, maybe like for example umebeba watu, unaangalia, unashangaa what do I do here. I believe that is what was going on kwa huyo driver wa matatu juu niliona alijaribu hadi kuingia, lakini bado Hey manze, that was very sad. So as Kenyan drivers we are on these roads we live together and everybody makes mistakes. Wacheni tuache kiburi kwa barabara. Ukiona tu mtu wako kwa barabara yako, muondoke. Hata kama ni Thika Road. Uko Thika Road mimi nishawienda Thika Road usiku unaenda hivi unapatana na mtu anarudi hivi, muondoke. You don't know what is going on in their mind. You don't know whatever it is. Just toka tu

Okay guys, me I agree with my brother here. Wakati anasema tu tuwache kiburi kwa barabara, anaongea ukweli. Some of us drivers, wa, tunakuwa na kiburi kwa barabara. As venye watu wanasema kuhusu jamaa mwenye ali inasemekana that ni yeye asi alikuwa na Prado ama ni Land Cruiser Mwenye alizuia huyu jamaa arudi kwa laini yake, badala ya kus, kus, kuslow down ama kumkanyagia break ndio arudi kwa laini asipatane na hiyo trailer, alifanya ku accelerate, aliongeza mafuta, hivyo ndio inasemekana. But uh, let me tell you guys inaweza kuwa that huyo jamaa mwenye ali, mnasema ali accelerate Maybe yeye alikuwa tu ana nini anaenda tu juu alikuwa kwa laini yake. Uh, kwa kwa laini yake alieka, kwa mind that huyu jamaa alikuwa na overtake, hakujua that akigongana na hii gari anaua watu wamebeba, yani, yani, wa ataua, wacha nimpee nafasi alifanya tu kuendelea kuenda, akijua that jamani yako ni makosa, without thinking of nini ita happen. Alifanya kuweka kwa mind that wewe ndio uko na makosa, una overtake kwa nini? Hata wengine unaonanga mwingine ana overtake na wako ni kama wana question. Eh, anaendelea kufinya nafasi mahali kuna gap in case akipata danger mbele wakati ana overtake Anamfinya, anafinya hiyo nafasi ndio mtu asipate nafasi ya kuingia. Hiyo ni kiburi, sijakataa lakini mm, hi, hi barabara, mba, ajali ni ajali tu, tukubaliane tu hivyo tu, ajali ni ajali na inaweza fanyika sieti. Ni lazima u overtake ama u speed ndio upate ajali? Unaweza kuwa hata hiyo ajali ili ilitendeka na ili affect even wale wenye walikuwa nyuma wachana hata na ule ali-accelerate akasiba ile nafasi. Huyu alikuwa alikuwa ingie, huyu ali-accelerate na na akasonga, lakini mwenye alikuwa nyuma, huyu ndio aliaffectiwa na mwenye mwenye alikuwa nyuma yake. Sijui kama mliona hiyo kitu, iligonga mpaka mwenye alikuwa nyuma, ule mwenye alikuwa nyuma, mwenye hata hakuwa aware what's going on. Huyo ndio hata aliaffectiwa zaidi. So guys, wakati kitu kama hiyo inafanyika driver hata wachana na wale watu wenye umebeba, hata wewe mwenyewe ukifikiria, hata ukijifikiria wewe mwenyewe kabisa, ukiwa unajidefend wewe mwenyewe unaweza una pata kama ume ume ume ume, ume, ume avoid accident wewe mwenyewe. Um, um yani wale wengine hawata kama wewe mwenyewe ume, umejijali hata wengine hawata affectiwa, hawata nguzwa juu. The more unajidefend the more una una defend hao wengine wako wenye umebeba, so Uh, tuseme ilikuwa accident but uh, ili, ili, ili, ili, happen. Ili happen lakini, mambo mingi inafaa sisi madriver tuzuie hiyo overtaking. Unafaa ukue careful, wakati una overtake, uangalie mbele. Tuachi kulaumu mwenye alimuzuia ama mwenye alikuwa na kiburi. Kiburi ni yake na yee kwa mind yake, hata maybe mnasema ati anaona mbaya mwenye alikuwa ana na kitu ingine huyu driver alikuwa mm, wafamilia, according to venye nimesikiza hii story, uu drive alikuwa ni familia ha, watu wote walikufa walikuwa wa wafamilia moja, na drive mwenye ku, ku, ku, ku, ku, tu vile hifi kiburi maybe, kuna venye sisi drivers ukiwa na drive, maybe watu wa kwenu wetu wanakujua, unataka kuonyesha wewe, sijui wewe ni driver kama ndio kamando, wanaume wenye wanajua kuendesha gari, wakati ameovertake hiyo dangerously na ana anafaulu. Ana, ana inampeanga Max sijawaielewa, but inakuanga mbaya sana. Hapo ni kama ni kiburi, mtu anakuanga ameingiza kwa kwa kwa kuendesha gari without knowing that hao ah, ni kitu ika happen, kitu ikihape ni na ape ningi na inaisha. In, mutaisha hapo hapo. So uyo mwenye driver wa Nissan ni ali, aliisha hapo hapo na wenye alikuwa amebeba ikuwe ni kiburi ikuwe ni alikuwa anaonyesha um ubingwa wake, ikuwe ni aje awezi simama na aonge ama ubingwa wake uonekane. So guys, hapo kiburi pia inaingililia kulingana na vile, uh, my brother amesema hapa. Hata kama huyo mwenye mwenye alikuwa ampee nafasi, alimunyima kabisa. Nilishtukia matatu imenikaribia, Lipiga honi, unajua, ukiona kitu mbele yako mm. Lipiga honi, ikajaribu kuzuia breki kidogo poteza mm. baba yangu, mama yangu, sister wangu waine na mtoto mmoja na nitaga call the driver.